Naitwa Dr. Constancia. Kumbuka ya kwamba wiki hii tumesherehekea siku ya usikivu duniani. Huko watu wana shida za usikivu, lakini hawafahamu kama ni tatizo. Huenda hata sikio moja linaweza likawa halisikii vizuri, lakini kwa sababu una sikio lingine basi una balance ule usikivu kwa kutumia lile sikio moja. Mahali utafahamu kwamba kumbe kuna shida ni pale ambapo mtu wa huku akikuongelesha hausikii mpaka ugeuke hivi umsikilize. Mtu ana namna hiyo ambaye ukiongea naye kama huko upande fulani hakusikii mpaka ageuke au asogee kidogo, ujue kuna shida ya usikivu. Ziko zile shida za ziada kabisa, umekuta mtu ana mrundikano wa wax, wax inaweza kukusababishia usisikie vizuri, yaani kabisa usikii, wax imejaa masikioni. Wax ni nta na taki kawaida Tunashauri isitolewe yani, usifanye usafi wa masikio yako kwa kutumia zile pamba stiki kujaribu kutoa nta. Na hiyo ndio sababu ya wengi inayosababisha nta. Ukiachana na usabisha, anita, um, wale ambao umri labda wazee uh, wengi wanasababisha impaction ama mrudikano wa nta kwa, ku, kwa kusogeza mbele, anasafisha sikio, kumbe anachukua hii nta iliyoko hapa Uh, ya ulinzi anaipeleka anaisokomeza anaipeleka mbele zaidi nafika mbali, baadaye inaleta mulikano. Kama tunapofanya check-up zingine za mwili, ni muhimu sana kufanya check-up ya masikio pia, wale wanaofanya sehemu zenye makelele, kwa mfano watu wanaofanya kazi kwenye uh, viwanja vya ndege, wanaofanya kazi kwenye viwanda, wanaofanya kazi sehemu ambazo zina ujenzi unaoendelea wanaotumia earphones muda mrefu, wale wanao wanaokuwa kwenye call centers, wanaopokea simu air, Airtel, call call centers uh, uh, call centers au nyingine zozote za mabenki au watu, ni muhimu sana kufanya regular check-up za masikio yao, kujua kama kiwango chao cha usikivu kiko sawa ama kimepungua. Basi kama unahitaji kujua zaidi, nimetoa somo YouTube, nimeelezea usikivu na aina zake za upotevu wa usikivu yote ni haya nimeelezea, naenda kasikilize YouTube. Nimeelezea sababu za kupoteza usikivu, nimeelezea aina za upotevu wa usikivu, lakini pia nimeelezea ufanye nini endapo una dalili hizo.